Wazo hili la kuja msaada wa kisheria ni wazo zuri sana, na itatupunguzia mzigo mkubwa sana sisi mahakama, kwa sababu migogoro ambayo inakuja pale mahakamani mingine ni mepesi mno, lakini kwa sababu watu hawajapata msaada wa kisheria, wanafika hadi kuja mahakamani, ambao kiwangalia, kiuhalisia, ki, ki, unaona sio mgogoro ambao ulitakiwa uwanze katika mahakama ardhi ufike mahakama kuu uende hadi mahakama ya rufaa ingeweza kutatuliwa kwa njia rahisi. Ni migogoro mbalimbali, hasa ya ndoa na talaka. Pengine msaada wa kisheria ungepatikana kwa wananchi wote, basi vile vile tungeweza kuepusha hizi mambo ya ndoa na talaka na mambo ya mirathi ambayo mahakamani yanakuja na yanajaza mahakama. Kampeni imeongeza uelewa wa wananchi kuhusu elimu ya sheria kwa umma, masuala ya haki na wajibu wa misingi ya utawala bora. Kampeni imesaidia kutatua migogoro mbalimbali mbali ya wananchi kwa njia mbadala, hivyo kuongeza amani, utulivu na maendeleo katika jamii. Ni matumaini yetu kuwa wananchi wa mkoa wa Kusini Pemba watumfaika na kampeni hii kama wenzao wa mikoa ya bara na ile iliyokushatekeleza hapa Zanzibar. Mheshimiwa mgeni rasmi, mashirikiano ya wizara hizi mbili yamekuwa na matunda makubwa, ambapo baada ya kupokea maelekezo na maono ya viongozi wetu wakuu wa nchi tuliunda kamati ya kitaifa ya kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia, ambapo wajumbe ni pamoja na afisi ya Rais, katiba, sheria ya utumishi na utawala bora. Msaada wa kisheria ni daraja kati ya sheria zilizoandikwa na haki halisi. Bila msaada huu haki kubaki kuwa maneno tu kwenye makaratasi. Kampeni hii inalenga kuongeza uelewa, kupanua huduma na kuhakikisha hakuna anayebaki nyuma katika kupata usaidizi wa kisheria, ushauri na uwakilishi. Kuanzisha kampeni hii, nataka nikuhakikishie wananchi wa mkoa wa Kusini Pemba watashiriki kikamilifu katika fursa adhimu ya kupata misaada hii ya huduma ya kisheria kwa lengo la kujenga ustawi mwema katika jamii zetu. Ndugu wananchi, napenda kutoa wito kwa wanasheria pamoja na wataalamu kuendesha kampeni hii mkoa wa Kusini Pemba, kufanya jitihada za maksudi ya kuyafikia makundi yote yenye uhitaji wa msaada wa kisheria kupitia fursa hii adhimu tuliyopatiwa na Dr. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.